Chochote ambacho ni muhimu kwa watu, kwa kawaida huwa wa dhahiri kwa wengine walio karibu nao. Ni kile wanachozungumzia, ni kile wanachotumia pesa zao, ni kile wanachotumia muda wao. Hakuna tofauti kubwa na waandishi, ikiwa ni pamoja na waandishi wa Biblia. Tunapaswa kukumbuka hili tunapomtazama Nehemia sasa. Hapa katika sura ya 11 na 12, kwa sababu zitatoa mwanga juu ya mambo ambayo yalikuwa muhimu sana kwa Nehemia na atayeshughulikia kutumia muda juu yake na kuzungumzia. Tutamtazama mtu huyu na watu anaowaongoza wakifanya maamuzi mazuri njiani. Hii itafichua kwamba hili litakuwa muhimu kwao, pia itabadilisha mioyo yao, itabadilisha maisha yao. Sawa, sura ya kumi na moja inazingatia juhudi za Nehemia za kujaza tena Yerusalemu na watu. Unaweza kukumbuka kwamba katika sura ya saba, Nehemia alianza mchakato wa kuandikisha watu kwa nasaba zao kulingana na orodha ya watu waliorejea Yuda mapema zaidi na Zerubabeli. Aliandaa orodha hii ya watu ambao sasa wamethibitishwa kuwa Wayahudi kamili. Kutumia orodha hii, watu sasa wanachaguliwa, wanakaribishwa kurudi kuishi katika Mji wenye watu wachache hapa, Yerusalemu. Sasa mistari miwili ya kwanza katika sura ya kumi na moja inaelezea kinachotokea baadaye. Sasa viongozi wa watu waliishi Yerusalemu, na watu wengine walipiga kura ili kuleta moja kati ya kumi kuishi Yerusalemu, mji mtakatifu, wakati tisa kati ya kumi walibaki katika miji mingine na watu waliwabariki wanaume wote ambao walijitolea kwa hiari kuishi Yerusalemu. Sasa unapaswa kuelewa hapa kwamba hadi ukuta ulipokamilika watu walikuwa na wasiwasi kuishi mjini. Kumbuka, wamezungukwa na maadui ambao tayari wametishia maisha yao. Kwa hivyo, Nehemia anabuni aina hii ya bahati nasibu ili kuchagua moja ya kumi ya idadi ya watu wa Yuda kuhamia katika mji wa Yerusalemu ndani ya kuta tunagundua pia hapa idadi ya watu waliotajwa katika aya ya mbili ambao walijitokeza kujitolea kuanzisha kaya ndani ya mji wao. Wanajitokeza kwa ufanisi na kusema, tazama, tutaacha mashambani, tutanua familia zetu, tutaacha nyumba zetu, tutaacha jamaa zetu na tutahamia katika mji wa Yerusalemu kuhakikisha kwamba mji huu mtakatifu unastawi. Unapaswa tu kuwapenda watu hawa Unapaswa kuwadhamini hawa wajitoleaji, na kwa kweli hakuna huduma popote au kanisa leo duniani kwa sasa ambalo lingeweza kutimiza lengo lake bila wajitoleaji waaminifu. Labda wewe ni mmoja wao, nataka kutoa heshima yangu na kukushangilia. Sasa tunafika hapa kwenye orodha ndefu ya majina na maeneo hapa katika sehemu iliyobaki ya sura ya 11. Kwa kweli orodha hii itaendelea hadi sura ya 12 na hapa kwenye aya ya 26, walioorodheshwa katika orodha hii katika aya za tatu hadi 36 ni wale waliokuja kuishi Yerusalemu, pamoja na majina ya vijiji vingine vya Yuda vilivyokaliwa. Kisha tunapewa majina ya makuhani na walawi ambao tayari walikuwa wamerudi miaka iliyopita na Zerubabeli majina yao yanatolewa kwetu hapa katika sura ya kumi na mbili aya ya moja hadi kumi na moja na hatimaye hapa katika sura ya kumi na mbili aya ya kumi na mbili hadi ishirini na sita tunapewa vizazi vyote vya hawa makuhani na walawi ambao waliishi na kutumikia hadi wakati wa Nehemia. Sasa orodha hii ni njia ya Nehemia ya kuwaheshimu watu hawa. Walikuwa na hamu ya kutekeleza huduma ya Mungu Mungu aliwaita kutekeleza. Unaweza kuita unaweza kweli kuita hii ukumbi wa umaarufu au bora zaidi ukumbi wa imani wa jiji la Yerusalemu na watu hawa. Sasa kumbuka, kuanzisha upya kwa Yerusalemu kama jiji salama ambapo watu wanaweza kuabudu katika hekalu la Bwana, hii si tu suala la fahari ya kibinafsi au kitaifa. Katika kuijaza tena jiji, tunaona umuhimu ambao Nehemia anauweka katika kuheshimu mpango wa mungu unaona jiji hili ni mpango wa mungu kwa mahali pao pakati pa ibada hapa ndipo hekalu lilipo ninapata kuwa ya kuvutia sana kwamba kwa mara ya kwanza kabisa katika biblia hapa katika sura ya kumi na moja aya ya moja yerusalemu inaitwa jiji takatifu mara ya kwanza kabisa sasa tunapofika sura ya 12 na aya ya 27, tunapata kitu kingine ambacho ni muhimu sana katika Nehemia: kuheshimu kazi ya Mungu. Hapa katika aya ya 27 tunasoma: na katika uzinduzi wa ukuta wa Yerusalemu walitafuta walawi katika maeneo yao yote, ili kuwaleta Yerusalemu kusherehekea uzinduzi huo kwa furaha, kwa shukrani na kwa kuimba kwa matoazi, vinubi na vinanda hiyo ni gitaa la zamani naam kuna uamsho unaotokea hapa nchini kama tulivyoona tayari na sasa kuna sherehe hii ya uzinduzi nehemia anaandika hapa katika aya ya 31 kisha nikawaleta viongozi wa yuda juu ya ukuta na nikateua kwaya mbili. Ubwa, zilizotoa shukrani sasa moja ya kwaya hizi inaongozwa na Ezra kuhani, na inawezekana alianza kutoka kona ya kusini magharibi ya ukuta wa mji. Yuko juu ya ukuta katika mwelekeo mmoja anaenda, wakati kwaya nyingine ikiwa na Nehemia juu ya ukuta inazunguka katika mwelekeo mwingine, na watakutana kwenye hekalu, ambapo aya ya 42 inasema waimbaji waliimba wakiwa na Yezrea kama kiongozi wao. Sasa dhahiri, Yezrea ndiye mkurugenzi wa kwaya kwa sherehe hii ya ajabu. Aya inayofuata inatuambia na walitoa dhabihu kubwa siku hiyo, na wakafurahi, kwa maana Mungu aliwafanya wafurahi kwa furaha kuu. Siwezi kufikiria kwaya hii kubwa ikiimba kile ambacho labda tungeimba leo, chorusi ya Haleluya. Sherehe hii ya uzinduzi inashiriwa na muziki wa ajabu, furaha, shukrani kwa Mungu. Hii ilikuwa kazi ya Mungu. Mungu amefanya haya kupitia wao, na Nehemia anaona fursa hii kubwa sasa kumheshimu Bwana. Hatimaye, mistari michache ya mwisho ya Nehemia sura ya 12 imejitolea kwa kile tunachoweza kuita kazi za kawaida za nyumbani. Haionekani kuwa ya kusisimua sana, lakini ni muhimu. Mstari wa 44 unatueleza Siku hiyo wanaume waliwekwa juu ya magala, michango, malimbuko, zaka, kukusanya ndani yao sehemu zinazohitajika na sheria kwa ajili ya makuhani na Walawi kulingana na mashamba ya mji, kwa maana Yuda alifurahia makuhani na Walawi waliokuwa wakihudumu. Sasa magala yaliyotajwa hapa yalijengwa ndani ya eneo la hekalu. Watakwenda kuhifadhi michango yote, zaka za nafaka na matunda na wanyama, kimsingi hii ni malipo kwa makuhani Walawi, waimbaji na walinzi wa lango. Hiki ndicho watakachokula, hivi ndivyo watakavyoishi. Watu walitoa kwa furaha, ili kusaidia mfumo wa ibada hapa Yerusalemu. Kwa kweli, mstari wa 47 unatueleza kwamba Israeli yote ilitoa sehemu za kila siku kwa waimbaji na walinzi wa lango, na waliweka kando kile kilichokuwa kwa Walawi, na Walawi waliweka kando kile kilichokuwa kwa wana wa Aroni. Sasa, wapendwa, hatuishi hapa nyuma katika Agano la Kale. Hatuleti wanyama na magunia ya ngano kwa wahubiri, bula kama unataka kuleta gunia la maapulo, hilo ni sawa. Lakini kanuni hiyo bado inabaki hadi leo. Kile tunachofanya na fedha zetu kinaonyesha kwa kina hali ya mioyo yetu, na hata kama mikusanyiko makanisa hadi leo Nimesikia ikisemwa kwamba mshipa nyeti zaidi katika mwili wa mwanadamu ni ule unaotoka moyoni hadi mfuko wa nyuma. Naam, hiyo huenda ni kweli. Ufufuo wa kweli, kama tunavyoona hapa katika siku za Nehemia, ni kujisalimisha kwa moyo wako, kujisalimisha kwa maisha yako, kujisalimisha kwa mapenzi yako, na hiyo itamaanisha hata kujisalimisha kwa mfuko wako kwa Mungu. Lakini usipuuze ukweli huu. Watu hawa hapa Yerusalemu kwa wakati huu hawajakata tamaa au kuvunjika moyo. Hawako na ubahili, hawashikilii nyuma. Wamefurahi na wana furaha katika michango yao. Wanasherehekea maisha, ushirika na Mungu. Tena fikiria hili, tunaambiwa hapa katika mstari wa 43 furaha ya Yerusalemu ilisikiwa mbali. Kwaya hii kubwa, muziki wote huu, sherehe zote hizi zilisikiwa mbali. Ni kuambia watu hawa hawajawahi kuwa na furaha zaidi. Tazama yote wanayotoa kwa Mungu, kwa viongozi wa mfumo wao wa ibada. Na kuna ukweli hapa. Kwa kweli, nimesikia ikisemwa hapo awali kwamba tunapata riziki kwa kile tunachopata, lakini tunafanya maisha yawe na thamani kwa kile tunachotoa. Sasa labda unafikiria sasa hivi, unajua, nahitaji uamsho kama huu, nahitaji moja inayogusa moyo wangu, hata fedha zangu, humtazamo wangu. Kwa hivyo nianzie wapi? Leo basi hapa kuna mahali pazuri pa kuanzia. Mwinjilisti wa zamani wa Kiingereza aliyeitwa Gypsy Smith aliwahi kuulizwa na mtu jinsi ya kuwa na uamsho katika maisha yake na alimwambia mtu huyo kwamba ili uamsho uanze, alihitaji kwenda mahali peke yake, achukue kipande cha chaki, apige magoti, achore duara kuzunguka yeye mwenyewe, kisha aombe Mungu alete uamsho kwa kila kitu ndani ya duara hilo. Kweli, kwa kusema ukweli, kila mmoja wetu anapaswa kufanya hivyo kila siku.